yani siku nyingine tena hapa Bhachu TV online kupitia kipindi cha kwa nini uko na mimi mtangazaji wako Kira Donald Nyirwamba Bisho ye yeah. kwa siku hii leo niko na msanii hapa atajitambulisha kwa majina anaitwa nani unyama unyama lakini leo ni siku ambayo atakwenda kutambulisha track yake ni ngoma kali sana goma la kwenda eh bwana karibu sana jitambulisha kwa majina unaitwa nani alafu then design fulani na kuona kama uko na meneja mtata hapa atajitambulisha tena kwa majina aitwa Zaya, alafu then tutaenda kwenye lengo husika, au dizaini fulani. Niko na ni meneja nikona... yeah, niko na meneja wangu hatari hatari hatari sana bwana. Uh, hebu jitambulishe kwanza kwa majina unaitwa nani, alafu then tutaenda kwa meneja kwa majina. Uh, anaitwa Mubarak Rashid, jina la sanaa anaitwa Muba Boy aka Mr. Solemba Eh, Bwana Muba Boy aka Mr. Soremba, kwa nini Soremba, mwanangu? Najua ule unyama Soremba, nimeuelewa kinyama yani. Kwa nini Soremba hiyo? uh, Soremba ni jina la wimbo wangu ambao nimeuimba na vilevile vile pia hata washikaji wengi huwa wanapenda kuniita Mr. Soremba, kwa hiyo ni jina ambalo nahisi kwamba itanitambulisha kwenye kazi zangu vizuri zaidi. uh, sema nini mwanangu, ni unyama mmoja tu ambao nimeuelewa alafu nimeukubali sana. uh, kwanza umependeza sana amekaa kinyamwezi nini, hizo swag, ndio msanii ambaye anatakiwa akae hivyo. Umeelewa vizuri? Yeah, yeah. E bwana Muba Boy aka Mr. Soremba, design flani. Kama uko na mnyama hapa, bila shaka atakuwa ni meneja. Hebu jitambulishe kwanza kwa majina, unaitwa nani, ili Watanzania ambao wanafuatilia kipindi cha kwa nini kupitia Bhachu TV, ili waweze kukufahamu na wewe, japo kwa uchache kidogo. Karibu sana, fresh kabisa za kwako. E bwana, poa poa, mambo yanaenda, lakini Mungu anasaidia, tunashukuru vyema zaidi ujitambulishe wewe au msanii ndio akutambulishe wewe, ni nani? Okay, karibu sana. Yeah, mimi naitwa Mr. Peter Yes. Ni meneja na mratibu wa RPMS Promotion Yes, ambayo inasimamia bwana Mumba Boy. Yes. Ni mwanamuziki ambaye anakuja kwa kasi sana, na sisi kama uongozi tumeamua kuweka nguvu zetu zote kwa huyu jamaa, tunajua kwamba ile itarudi hapa. Ah, kwa nini nimeamua kuweka nguvu kwa Mumba Boy? boy Muba boy ana muziki mzuri sana ana muziki mzuri sana, na anaimba tofauti sana na, na wasanii ambao wameshatangulia yeah. Ni ana muziki tofauti kabisa na watu ambao wanaimba sasa hivi. Ni, ni bidhaa mpya sokoni na na nchi, waipoke, mzuri, hey, well, sana. Kwa tunaomba wananchi waipokee wasikilize muziki mzuri aa, makubwa anakuja sana. Ntarudi kwako kidogo nipige ni story na Muba boy. Ah, uh, kidogo nipiga Muba boy. Ni changamoto gani ambazo umezipata kwa ndaa ngoma ambayo umesha release nadhani ni jana kama sikoseye, changamoto gani ambazo umezipitia? Ngoma yangu ni ngoma ambaye ni ngoma ambaye imetulia iko vizuri, na ndio maana hata wakati tunafanya kazi tukawa hatuna haraka, kwa sababu hatutaki kufanya kitu ambacho tunaweza tukabahatisha. Tunataka tufanye kazi ili hata mashabiki wapende kazi ambayo tunazozifanya. Ndio maana tukatulia kwenye audio, tukafanya video tukatulia pia. Kwa hiyo naamini kwamba inavyoenda kwa kuachiwa mashabiki wataipenda. Kwa hiyo nawaambia mashabiki waingie, nyimbo tayari iko hewani, tumeshaitoa tangu jana, waingie tu pale Muba Boy, wataipata nyimbo yetu, naamini watafurahia na kazi nyingine nzuri zaidi zinakuja, bwana uh, E meneja, ni changamoto gani ambazo ulizipitia kwenye maandalizi ya hii kazi mpya ya Muba Boy? Najua unajua, unajua manager apitia changamoto nyingi sana keshe ni nini uh, changamoto zipo kwa sababu unajua huyu ni msanii mpya, ndio wanaanza kwa hiyo kuna ugeni kidogo na kupata location atapata shida sana lakini, yeye mwenyewe pia kumtengeneza awe kisanii confidence, unajua maana yeye bado ni mgeni kwenye kwenye hii sanaa. Tunashukuru Mungu mambo yanaenda vizuri kabisa. Tumefanya video ya alichukua, alichukua muda mrefu sana kamilika na kazi nzuri anacho taiona maana sisi nikajiongelea mimi sana wenyewe, wataiona watazamaji watatoa watatoa pointi zao. Video nzuri sana, chupa limetulia kabisa, eh bwana tari sana design flow, unajua uh, mimi naamini kitu kimoja kwamba msanii kama msanii, ili uweze kutusua kwa haraka, lazima uwe na watu ambao wanaweza kukusimamia kuweza kufikia ndoto, malengo yeah, um, katika mziki ndoto yako hipi aswa uje uwe kama nani au Muba Boy kama Muba Boy utaki kujifanisha na mtu mwingine? Kwenye mziki ndoto yangu ni kubwa, lakini siwezi kujifananisha na mtu, lakini nataka nijibrandi mimi kama mimi kupitia kazi yangu ambayo naifanya. Lakini kuna mtu ambaye amekuinspire yani, amekuinspire wewe kwenye game la sanaa ya mziki? Msanii yeah, yeah, gani? ah, wasanii ni wengi, wasanii ni wengi. Ukicheki sasa hivi kuna wasanii wengi ambao wanachukukia, kuna wakina platform wanafanya vizuri, namkubali sana platform. Vile vile wasanii wapo wengi sana ambao nawakubali Yeah, unajua kwenye hunyama wa hili goma <tipa> uh, ni vasi gani ambayo ulichora, yani paka roi kapenda mpaka ikapenda yani. Kwa sababu mi navyojua unyama wa, wa ngoma vasi zinakuwa mbili zinakuwa tatu, I mean kwenye ngoma yako kuna vasi kama mbili. Ni vasi kati ya vasi ya kwanza, ya pili, ipi ni vasi kali sana ulichora mpaka mwenye uka feel good. Uh, ya pili. Yes, ya pili, agusa kidogo, unajua mtazamaji yupo kwa ajili ya kuweza kupata raa ambazo zitakuja kumpa mshamsha k okay. Emtugusie kidogo, hukunionea huruma nilivyohangaika kufanya unipende japo eli nyuma, ila moyo likufaga kwako wewe, zile kiskutekenyana, mpaka simu kubadilishana, yote kwako kaona vina maana, ukaniacha wewe, au kuna mtu ulimpenda sana Mwenye vitu vingi na kwangu sina yote, heri kikubozi. ana kipaji na anaimba tofauti sana. Unajua wasanii wako wengi sana lakini huyu jamaa ana flavor yake tofauti. Na sisi kama management, tunataka tuweke bidhaa mpya ambayo mziki utofauti kabisa, ambao hjai kusikika. Kwa hiyo tua tutie pesa kwa huyu jamaa, tunajua, tunaamini inshallah pesa itarudi. Mi naamini hatuweza kuangusha, kwa sababu nimesikia intro kidogo. Uh, ni ngoma kali sana. Unajua kitu kizuri lazima useme. Uh, na madini ambayo yanaweza yakamtoa nyoka pangoni. Design fulani umetisha sana mwanangu. Um, kwenye issue ya mavazi labda nani designer ambaye ana kudizaini ovaye? Unajua umependeza sana mwanangu <laughs> uh, kwenye issue ya mavazi, mavazi management yangu wenyewe inasimamia mavazi, sitoshe tuna duka la pamba tuna, tunasimamia wenyewe kwa hiyo ni kiasi cha kwamba management inaingia ofisini, bwana, leo msanii anatakiwa atoke kwa staili hii. Kwa hiyo mambo yanaenda kwa staili hiyo ya yeah, location ya ngoma ambazo uh, umeenda kufanyia videos hazikusumbua kwa upande kwa namna moja au nyingine, changamoto za location? Location zilisumbua sana. Changamoto nini? Uh, kwa sababu ile video tulioifanya, kuna kuna mazingira fulani ambayo tulikuwa tunayatafuta. Kwa hiyo mimi naamini hata wasanii wakienda kuangalia wataona. Kwa hiyo zile nyumba ambazo tumezitumia kwenye ile shooting ya hiyo video zilitusumbua sana kuzipata. Kiangalia sasa hivi mazingira mengi yamebadilika. Kila mtu anataka ku, kujenga vizuri, lakini ile video imefanywa kwenye mazingira fulani ya kijijini. Lakini kuna mazingira ambayo tulifanya kiasi kwamba hata mtu akiangalia anaona kuna sini ambazo mtu amependeza na kuna sini nyingine ziko za kawaida tu. Kwa hiyo ni unyama unyama kama kawaida. Kwa hiyo mambo yalienda vizuri, namshukuru Mungu, lakini changamoto zilikuwa nyingi sana, hatari sana. Unajua siku zote kioo huwa kinazungumza uhalisia wa kitu ambacho msanii amekiimba au amekiintroduce zaidi. Mimi naamini kwenye hii ngoma itakuwa ngoma kali sana ya moto sana, labda tu kwa mtazamaji ambaye atakayeenda kupakua, nadhani YouTube eh aandike nani, ili aweze kuona dubwana kama hilo. Aingie tu pale YouTube aandike Muba Boy, basi atapata hiyo kazi. Muba Boy ngoma inaitwa Solemba. Mi hey, nadhani mtazamaji moja kwa moja kabisa ukishaandika Muba Boy ngoma inaitwa Solemba. uh, usisahau tu kusubscribe channel yake ya Muba Boy Solemba. Sio unaita hivyo eh? Okay, vizuri zaidi. Ah, uh, usisahau tu kusubscribe kulike lakini pia na kucomment kwa jumla kwa sababu mm -hmm. ni Shukrani sana. Pia endelea kupambana na mnyamwe hizi. Nakukubali sana, macho ni respect sana. Ah, ukitaka kumfollow Muba Boy. Muba Boy. Kuna jina fulani hivi la kinyamwe hizi mwisho mwisho. Mr. Solemba. Mr. Solemba, mnyama mnyamwe hizi sana. Ticha sana tuko na meneja wetu. Meneja, jina lako kidogo mzee. Mimi naitwa Peter Seia. Seia.